TV. Habari na burudani kiganjani mwako. Assalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristu. Kwa niaba ya wachezaji e, kuelekea katika mchezo huu tumejiandaa vizuri na maandalizi yameenda vizuri katika wiki yote, benchi e, letu la ufundi e, limeweza kumaliza kila kitu e, tumebakisha tu ku Kupra, kucheza kile ambacho tumefundishwa tume, tume katika, katika wiki hii nzima na kwenda kukifanya kile kitu ambacho tumekiandaa katika wiki hii nzima ili kuweza kwenda kufanya vizuri katika, katika mchezo huu. Asante sana, Shomari na karibisha maswali matano kwake Shomari. Kwa, michezo na yote iliyopita tunaweka kama, kama historia na sasa tuko katika, katika mchezo mpya na, na peji mpya Eh, maandalizi tuliyoyafanya naamini kwamba itaenda kuleta utofauti wa dabi na dabi zilizopita. Asante. Swali la pili, eh, sisi binafsi hususan eh, mimi binafsi niko katika nafasi ya, ya ulinzi katika kikosi cha Simba na najua kwamba tunaenda kukutana na safu ya washambuliaji ambao imefunga magoli mengi katika, katika ligi kuu. E, vile vile na wao wanahitaji kujua kwamba wanakuja kukutana na defense bora ambayo imeruhusu magoli machache katika, katika ligi kuu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba bato hiyo itakuwa ni kubwa, na sisi tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunaziba tuna, tuna mianya yote ya kuweza wao kupata kupata nafasi ya kuweza kufunga yeah. bado tutakuwa ku, e, naweza kusema kwamba e, na asilimia mia na naamini, kila mchezaji wa kwenye timu yangu na naamini uwezo wa kila mchezaji wa kwenye timu yangu, kwa sababu mwanzo wa msimu tumeweza kujiwekea malengo yetu, na katika malengo ambayo tumejiwekea moja wapo ni la ligi kuu ambao ndo tunaendea, tunaendea mwishoni, lakini huwezi kufika mwishoni bila kumaliza hichi ambacho ulichokuwa ulicho nacho. Kwa hiyo e, mimi binafsi nawaamini na naamini uwezo tuliokuwa nao kwamba na malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea kwamba tunaenda ku, kuya, kuyatimiza kupitia katika mchezo huu ambao tunaenda ku, kucheza kesho. Naweza uh, kusema kwamba eh, mimi niko nje kidogo ya, ya imani ambazo eh, watu wengi wana imani kwamba sisi tukianza goli fulani basi mchezo unaishia sisi, sisi kufungwa. Eh, naamini katika maandalizi tuliyoyafanya, goli lolote tunaenda kuanzia na maandalizi sisi tulikuwa tunaenda kuyafanya. Tunaenda ku, kuicheza idabi kwa tofauti kabisa na Naweza kusema kwamba sisi kama wachezaji sisi tupo tayari kuanzia goli lolote kwa sababu tuna imani na maandalizi tuliyofanya. Asante sana. Naweza kusema kwamba sisi, inatupa confidence, inatupa kujiamini eh, kutokana na ubora na kwa kile kitu ambacho walichotupikia katika wiki hii nzima eh, naimani kwamba watu wengi wana, wanaamini sisi ni, ni timu ya pili, lakini naweza kuambia kwamba Simba ni timu bora hapa Tanzania na ni timu kubwa. Kwa hiyo sisi tunaingia tuna katika mchezo huu kama Simba ni timu bora na timu kubwa Tanzania. Sawa. So, Shomari maliza jambo lako kwa kutuma ujumbe wako kwa mashabiki uh, binafsi na kwa niaba ya wachezaji eh, nawaomba mashabiki wa Simba wanachama wote wa Simba e, kufurika kwa wingi katika mchezo wa kesho, kuja kutupa sapoti, kuipa sapoti timu yao, kwa sababu tunaamini ujio wao utakapokuwa kuwa mwingi ndio nguvu yao ambao sisi tutaweza kuitumia katika mchezo wa kesho kuweza kufanya vizuri. Asante sana Shomari Kapombe. Asante kocha. Garmon TV habari na burudani kiganjani mwako.